A huku hayo ya kijiri tunaarifiwa kwamba baraza la mawaziri limeidhinisha ujenzi wa barabara ya Rironi Mausamit kuanzia tarehe mosi Juni mwaka huu ili kusaidia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hiyo inayotumika sana na wale wanaosafiri kuelekea Nyanza na magharibi ya Kenya, na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Emmanuel Tor, hayanajiri huku Rais Ruto akiendelea na ziara yake ya Nairobi hii leo, ambapo aliendelea kutoa ahadi zaidi. Mkutano huo wa baraza la mawaziri ulioandaliwa Jumanne asubuhi uliafikia kujenga na kupanua barabara ya kilomita 170 kutoka Rironi, kaunti ya Kiambu hadi Mau Summit huko Nakuru katika muda wa miezi miwili ijayo. Ujenzi huo ambao utapanua barabara hiyo kutoka barabara mbili hadi nne ukitarajiwa kuchukua miaka miwili na kukamilika mwezi Juni mwaka elfu mbili ishirini na saba. Itakapokamilika, barabara hiyo itasaidia kupunguza msongamano mkubwa wa magari haswa msimu wa likizo, ambapo maelfu ya wasafiri wamelazimika kulala barabarani kwa sababu ya msongamano wa magari wanapokuwa kwenye pilkapilka pilka za sherehe. <tinyo> Mwezi Desemba mwaka uliopita Rais Ruto alitangaza kujengwa kwa barabara ya Nairobi Nakuru Malaba ili kurahisisha shughuli ya uchukuzi. Baada ya mkutano huo, Rais Ruto alielekea katika eneo bunge la Madhare kwa siku ya pili ya ziara yake Nairobi, akiendelea kutoa ahadi kemkem, ikiwemo kwa shule ya upili ya St Teresa Madhare. Sasa ndapika chapati milioni moja, ntaomba Rais anisaidie na mashine ya kutengeneza chapo zilo, hiyo nimekubali, nitamnunulia mashine ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashine ya kutengeneza chapo milioni moja. Waraka mjambo, Ruto aliandamana na wabunge zaidi wa ODM akiendelea kuhubiri umoja wa kitaifa uliotiwa moto na salamu za heri kati yake na kinara wa ODM Raila Odinga wiki iliyopita. Tumekubaliana kama viongozi wa Kenya ya kwamba tuache ukabila, tuwache chuki, tuache migawanyiko, tuwache ubaguzi. Kenya ni moja. Lazima tuwe nchi moja, taifa moja, tuachane na ubaguzi wa vyama ya ukabila ya dini. Rais pia alizindua kaunti ndogo sita katika kaunti ya Nairobi. Ni karata ya hesabu, hesabu ambayo Rais William Ruto ameanza kuipiga mapema huku akivamia ngome za Raila Odinga hapa katika kaunti ya Nairobi, akiendelea kutafuta kura zaidi za kulipiza zile ambazo zinaendelea kupotea katika Mlima Kenya. Emmanuel Toro, Runinga ya Citizen, Roy Sambu, Nairobi.